Ikiingia kama underdog, unamheshimu mpinzani wako, unacheza mchezo wako, unajimwaga, unajimwaya mwaya. Ikikaa vizuri, unajilamba namna hii, weka chini, kila mmoja atapata utamu <messizu> uliopata ndani. No, nafikiri kujituma tu kwako, no, na no, no, mwalimu na benchi lake la ufundi wamefanya homework yao vizuri unakuja kucheza na Simba ambayo pengine ina uzoefu zaidi uh, kwenye, kwenye ligi kuu. Kwanza video analyst wetu amefanya kazi nzuri sana uh, kipindi cha kwanza kilikuwa chini, sema kweli hakikuwa kinavutia kuangalia. Hata mimi mkiniona pale juu nilipokuwa hai sana, kipindi cha pili mpaka dakika 60 mpaka mwalimu anakuja anafanya mabadiliko, ndiko ambako timu sasa inaanza kurejea kwenye shape. Sasa unaweza kumlaumu vipi mwalimu kama

Tutapambana, tutahakikisha tunasekiwa ushindi, tutahakikisha tunalinda heshima ya mwalimu wetu Ibenge, tutahakikisha kwamba reputation ya wachezaji ambao tumewaleta, kwa sababu wachezaji wetu wengi ni high profile uh, players. Tumewaleta hao watu waje waifanyie kazi timu yetu. Walio underestimate ndio hao wa waliowaumiza leo, waliowachukulia kawaida, ambao wako kwenye mwendelezo mzuri ndio waliowaumiza leo. Kwa hiyo nothing personal, tumecheza mchezo wetu. Next time watuambie, tukamie tukamie tena ambaye ameanza siku leo na na baadhi ya watu walikuwa na mashaka hivi. Mimi ni meneja wa Zuberi Masudi Foba. Niko kwenye film ambayo inamsimamia Zuberi Masudi Foba. Binafsi ni mchezaji ambaye naamini ana uwezo mkubwa. Kitu kimoja ambacho kilimpa confidence kikamrejesha kwenye njia ni siku ambayo Foba alitakiwa kwenda kwa mkopo akashauriwa kwamba inabidi uende sehemu kwa, kwa mkopo, lakini yeye alikuwa wa kwanza kumwambia mwalimu, nataka kubaki Azam FC, nataka kupambana msimu ambao mwalimu wetu alikuwa uh, Yusuf Dabu amebaki. Alipata nafasi kidogo kidogo, akaaminiwa taratibu. Tangu amekuja mwalimu Ibenge anamwamini 100% na ana deliver kikubwa. Nafikiri ni support ambayo anaipata kwa kina Isa Fofana, lakini support kubwa sana ambayo anaipata kwa Aisha Salum Manula. Kwangu mimi, Zuberi Masudi Foba ni promising talent, ni mchezaji mkubwa ambaye anakuja kupeperusha vizuri bendera ya nchi yetu anakuja kuwa Tanzania 1 na anakuja kuwa miongoni mwa magoli wa kutegemewa kwenye goli la Azam FC. Ipo ipo, ipo Jefta Kitambala, Jefta Kitambala, zaka za kazi bola ambira, anajua mpira ajui. Anajua mpira ajui mpira. Jefta Kitambala. Kitambala, ili mchili ujue mpira lazima upige kura na doto dot. Huyutakutana naye si mbali sana, lakini ukishapiga mmoja wapo tayari, wewe ni timu kubwa so i <coughs> ingizo la la la la lala Nasro Saadun ambaye nimeona kama anahusika kwa magoli yote <tos> <tos> kwa tina, yada, kwanza kwa <coughs> <tawori, tos> hiyo. Ah, anzahiyo iko kwa mwalimu. Nafikiri ni mwalimu, namna ambavyo amechagua kufanya uh, uangalizi kwenye kikosi chake na approach ambayo alikuwa nayo So hiyo nabaki kwa mwalimu na benchi lake la ufundi, vile walivyoamua, pengine walipanga hii afanye hiki ambacho amekifanya leo, kwa sababu substitution ni gambo. Kishafanya gambo, kuna click au ikatae. Kwa mwalimu, aliona kuna haja ya kuwapelekea moto ili utamu utoke. Wa moto utamu umekuja wa moto, tumejilamba kwa utulivu. Sasa hii furaha ulionayo leo, tumalizie, ni furaha ambayo hujaipata kwa muda gani? ambayo nayo. Hapana, mimi furaha ninayo kusema ukweli, nisiwe mwongo. Hii furaha mimi ninayo. Nimekuwa na wakati mzuri sana, na furaha kubwa ilikuwa kuiona timu inaenda makundi. Tumeenda kucheza na Maniema, ilikuwa siku nzuri. Tumecheza mchezo mzuri na Wydad, japo tulipoteza nilisikia raha kuiona timu yangu inacheza vizuri. Lakini leo inakonifurahisha zaidi kwa sababu ni furaha yenye utamu juu yake Asante. Soka.